Tokea kuanzishwa, okay, kwa, kwa BCC tumefanikiwa kutoa huduma kwa watoto zaidi ya mia nne na hamsini katika vituo kumi na mbili sasa. Uh, ambavyo vipo katika maeneo haya ambayo nimeyataja eneo la Manispaa ya Moshi na kule Hai. Huduma, uh, tunazotoa kuna huduma za kutwa katika vituo, kwa maana kwamba tuna vituo ambako wanatunzwa kutwa, wanaingia suala yao baada ya kutathmini na kuona kama mazingira ya nyumbani ni mazingira ambayo, uh, ni rafiki lakini pia kwamba uhitaji wa ule mtoto anaweza kufanyiwa huduma e, zote pale kwa, kwenye mazingira yake. Kwa hiyo tuna huduma tunaita ni huduma ya nyumbani na tuna timu ya, ya, watumishi ambao wanafanya hizo kazi za nyumbani out to work. Kwa sasa BCC inahudumia watoto na vijana wapatao 245 wa katika vituo vyote ambavyo tunavyo. Huduma zinazotolewa na BCC ni kama ifuatavyo: Tuna huduma za afya, na hiki kinachofanyika leo cha kilele ni sehemu ya huduma za afya ambazo tunazitoa. Uh, kwa kawaida katika huduma hizi tunawasaidia watoto wapate matibabu kwa wakati, kwa wakati, kwa sababu kuna wakati inatokea kwa ajili ya changamoto ya ulemavu wa mtoto na pengine hali ya familia, wengine wanaweza kuchelewa. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo ambao unasaidia mtoto aweze kupata huduma kwa haraka, na watoto wote wa BCC uh, wana kadi maalumu ya BCC ambayo tumewaandalia na tumeweka mkataba na hospitali ya St Joseph, na wakitoka nyumbani wakati wowote hata kama ni usiku, muda wowote akienda na kadi ile pale St Joseph anapokelewa. Kuna wa madaktari ambao wamewekwa tayari na hospitali ile, wanapokelewa na wanaingia kwenye mfumo wa huduma pale kirahisi kabisa. Mfumo wa, wanasema ni kama, fast track. Na, kama kuna huduma ambayo pale St. Joseph itabidi waende zaidi ya hapo labda ipatikani pale wanafanya referral kutoka pale na wanakwenda hospitali ya KCMC ambayo tunashirikiana sana na wao na maeneo mengine kama ambavyo mmesikia tayari hata Beraima amekwenda huko Muhimbili kwa maeneo yote ambayo tunaweza kufanya utaratibu wa referral zinafanyika. Kwa huduma ya afya inafanyika hivyo lakini pia kuna wale wanaotumia dawa mlisikia Maria akizungumza kwamba tuna watoto zaidi ya tisini, tisini na tisa jumla ambao wanatumia dawa kila siku tukiacha wale ambao wakienda hospitalini watapata maele, eh, eh, maelekezo kutoka kwa wataalamu kutumia dawa, wako wale ambao wanatumia dawa kila siku 99. Kazi ya eh, kitengo cha afya, huduma ya afya ambayo tunatoa ni kuhakikisha hizo dawa zinapatikana na watoto wale wanazitumia, basi pamoja na hili la tathmini ambayo tunafanya kila mwaka kuona kwamba hali zao zinaendeleaje. Jambo la pili ambalo tunashughulika nalo ni kuhusu mambo ya elimu na tiba, mazoezi utengamao, rehabilitation services ambao umeona banda ambalo lipo na tunao wataalamu ndani kuhakikisha kwamba huduma zote za utengamao zinaweza kutolewa, na wakihitaji vifaa saidizi wale wa idara hiyo wanashirika kuhakikisha kwamba vifaa, vifaa vinapatikana, labda ni viti mwendo crutches, au labda wanahitaji viatu maalum orthopedic shoes na devices nyingine, basi wao wanaratibisha kuhakikisha kwamba hilo linafanyika. Tunatoa pia huduma kwa vijana wakubwa kama ambavyo nimesema, young adult program, na tunawafundisha uh, uh, stadi mbali mbalimbali za kazi uh, shughuli za, za kuwawezesha kujitegemea, na <coughs> mpaka sasa tumesha graduate thelathini na moja, wako kwenye jamii tayari na wana miradi yao na shughuli zao mbalimbali wanafanya katika jamii. Wengine wameajiriwa, kama ambao tumeona wale ambao wako hapa Simon na Angel, na ambao wameajiriwa kwenye ushirika hapa lakini pia wako wengine ambao wamejiajiri wenyewe na tumewawezesha katika hilo. Lakini sio hivyo tu. Program ya BCC uh, haikuishia kudili na watoto tu. Tuliona changamoto kubwa ambayo wakati mwingine inaleta msongo pia mawazo kwa wazazi na mmoja wapo ni, ni, hali ya kiuchumi. Kwa hiyo kwenye program tuliweka wazo la kuona jinsi ya kusaidia wazazi hawa kwa kuwaweka kwenye, kwenye vikundi na waweze kuanzisha miradi yao midogo midogo wenyewe. Kwa hiyo tunajaribu kuona jinsi ya kuwawezesha hata kwa mikopo midogo midogo ambayo um, inawawezesha waweze kuanza kumudu um, mahitaji ya kila siku na kuweza kumsaidia yule mtoto aweze kupata mahitaji yake mengine. Um, kwa hiyo tunayo microcredit program ambayo inaendeshwa na program ya BCC pia. Lakini tunatoa huduma za kisaikolojia. Kwa hiyo tukifanya empowerment, atufanye tu kwenye mambo ya kiuchumi, tunafanya pia empowerment kwenye mambo hayo ya kijamii na kisaikolojia kwa sababu eh, wengi wanaingia wa na changamoto ya msongo wa mawazo, kuona kwa nini na mtoto mwenye changamoto hii inakuaje. Na hivyo kwa tumeweka vikundi, na wanakutana pamoja, na wanakutana na msaikolojia ambaye yuko full time kwenye program yetu, na wanajadili mambo mbalimbali ya kisaikolojia na namna ya kukabiliana na hizo changamoto za msongo wa mawazo, na kwa namna hiyo ni sehemu nyingine ya tiba ambayo tunaitoa. Um, jambo jingine ni mambo ya ujumuishi na kuelimisha jamii, na ndio maana hata hapa tumesema tuwe na tukio kama hili tualike na wanahabari, ili tuendelee kuelimisha jamii yetu, badala ya watoto kufungiwa kufichwa tu huko na huko. Maana kuna wengine kama hawajaingia kwenye programu hizi, mwingine yuko huko ajui kwamba kuna huduma kama hizi, na wakati mwingine wameishia kuweka tu mtoto mahali ndani. Na mwanzo nilikuwa nafikiri ndugu zangu wapendwa, kwamba labda ni ukatili fulani tu hivi kumfungia mtoto. Lakini kumbe unakuta mzazi saa zingine amewaza amweke wapi, amwache wapi, amekosa mali pa kumwacha na anabidi aondoke aende akatafute chakula, anaamua kumfungia hapo anakwenda na unakuta sio kwamba alikusudia tu kwamba anamfanyia ukatili, lakini alimweka hapo akifikiri ndo mahali salama. Sasa program kama hii inapokuwepo, inaleta fursa, kuwapa nafasi ya kukaa kwenye vituo hivi vya kutwa, ili wasikae umo ndani na mzazi afanye kitu azalishe. kwa hiyo tunatoa elimu katika jamii na tunajitahidi pia kufanya program za kufanya um, kuwajumuisha. Na kila mwaka tuna tukio tunalifanyaga mwezi wa saba ambayo tunaitaga Disability Festival. Tunaalika watu mbalimbali tunakuwa na matembezi hapa mjini kufanya jamii jue kuhusu uh, ulemavu na kuhusu uh, mahitaji yao, lakini kujua huduma zilizoko ili watoto wafikishwe wa, wa kwenye huduma hizo na maisha yao yaweze kuwa bora kama watu wengine katika jamii. Mgeni rasmi, ikiwa leo ni kilele cha siku ya afya ya BCC, naomba kueleza kwa kifupi tu juu ya huduma ya afya inayotolewa na BCC. Kupitia huduma yetu ya afya, watoto na vijana wote wa BCC wanafanyiwa tathmini ya afya na kupata matibabu kupitia mfumo wa haraka, kama ambavyo nilishakusha kueleza. Um, katika vitu, vituo watoto wanapata lishe maalum mara mbili kwa siku ikiwa ni pamoja na lishe maalum kwa wale wenye mahitaji maalum ya kiafya kulingana na maelekezo ambayo yatakuwa yametolewa na wale wataalamu wa lishe, wanakuwa kwenye lishe maalum supplements. BCC inatoa semina za afya kama sehemu ya kuwakinga watoto dhidi ya maambukizi ya magonjwa. Kwa hiyo tunafanya semina nyingi tu na wazazi. BCC natumia mfumo wa kufanya kazi na jamii katika huduma zake ambazo zinatolewa bila kujali dini, rangi wala kabila la mtu. Kwa hiyo tunakwenda katika huduma uh, bila kubagua mtu yoyote. Kwa hiyo yoyote aliyekuja jamii, bila kujali dini yake anapata huduma, japo huduma hii inatolewa na kanisa. Aidha, pamoja na changamoto zilizopo katika upatikanaji wa bima ya afya kwa watoto na vijana wenye ulemavu, BCC inajitahidi kuhakikisha kuwa watoto hawa watapata bima ya afya NHIF. Kwa hiyo tunafuatilia hili na tumepeleka maombi serikalini tena. Tuna watoto 245. Kundi kubwa tu. Na taasisi hii kwa maana ya huduma katika kanisa ni registered kwamba kanisa ni registered na tulikuwa tunafikiri kwamba kuna mahali tunahitaji serikali tusaidie watoto hawa waingie na sisi tuko tayari kulipa vile viwango ambavyo vinatolewa kwa taasisi ambazo eh, kama mashule na hivi ile ya, ya elfu hamsini ili watoto wao waweze kupata bima ile iweze kuwasaidia. Kwa tunafanya hilo na, na imani kwamba tunaweza kuendelea kushirikiana pia na pengine ofisi yako mgeni rasmi kuhakikisha kuwa mtoto pale anapougua basi anapata huduma na matibabu bila kikwazo chochote. Ndugu mgeni rasmi, katika zoezi hili la kufanya uchunguzi wa afya tumepata nafasi ya kuzungu, kuzunguka vituo vyote vya BCC kwa kufanya uchunguzi huo tukiwa na timu ya wataalamu waliobobea katika fani mbalimbali mbali kama ifuatavyo. Um, tunao madaktari bingwa uh, wa watoto pediatricians, tunao wataalamu wa maabara lab technicians, tunao wataalamu wa lishe nutritionists, lakini pia kutoka timu ya, uh, ya uratibu katika ofisi tunao wataalamu tumekuwa na afya na tunao afisa ustawi wa jamii ambaye yupo ndani ya, ya timu yetu kama sehemu ya rehabilitation. Lakini saikolojia afisa maendeleo ya jamii na wataalamu wa tiba ya mazoezi OT na PT, yani occupational therapist na physiotherapist. Mfungo rasmi kwa mwaka huu 2025, tumefanikiwa kufanya uchunguzi wa afya kwa watoto na vijana wapatao 245 kwa mafanikio makubwa. Tunamshukuru Mungu kwani afya za watoto wetu zinaendelea kuimarika na wazazi walezi wanaendelea kupata elimu juu ya afya za watoto. Wandugu, mgeni rasmi, tunapenda kipekee kwa kupongeza kwa kutoa muda wako na kukubali kujumuika nasi katika siku hii maalum ya kilele cha uchunguzi wa afya kwa watoto na vijana wetu wa BCC. Afya ni mtaji, kauli mbiu yetu, afya ni mtaji. Nami nikisema afya, basi tuseme ni mtaji. Ukitaka kuona mafanikio, naonda vizuri, maendeleo na kila kitu, afya ya watu ni nzuri tu